Nyeusi anasema hii nyeusi. Kwa hiyo nimewaomba sana mwenye buku namba, naweka namba Bipo, weka namba, weka namba Mpesa pale jamani, huyu kijana anataka kwenda Moroko buku, buku mbili uhum, buku kumi uhum, na kadri mtu anavyoweza aweke. Mimi ninapokwenda Moroko kwa dua zangu zitawafikia na nyinyi. Ninapokwenda Moroko kuzungumza nitazungumza kwa niaba yenu. Naona message comment kutoka Zanzibar nyingi. Kaka Zanzibar mwafanyia nini? Kwa Zanzibar nimepata salamu zenu ndugu uh -huh, zangu wa Bububu. Salamu zenu nimezipata na inshallah Mwenyezi Mungu awatie wa nguvu kama mlivyozamiria, mlivyo basi mtimize kama mlivyozamiria, basi mtekeleze Bipo. Wa watanzania ni watu wenye wa upendo, watanzania ni waungwana, watanzania ni wazalendo na sio watanzania tu tukawachia mashabiki jambo hili. Mimi nalipeleka mpaka kwa wizara jambo hili, mimi nalipeleka mpaka kwa shirikisho la mpira Tanzania TFF. Mimi naamini wanaweza. Mm. wewe unaamini kwamba Grisoni Msigwa mheshimiwa anashindwa hili? Ndio mwenye zamana, jamani, nimesema katibu mkuu wa wizara ya michezo anashindwa swala jepesi hili? Jambo hili kama mheshimiwa Kabudi waziri wa michezo anashindwa kiamua linaisha hiyo. Sawa hawa asipo linani mwenzangu, ndugu yangu kutoka Tanga, naibu waziri tokea sehemu moja ni Kajuni, ndio mwana harakati. Na mimi nimenua sana albamu zake bado nipo nipo sana mwanaifu, wewe utawalini bado nipo nipo sana muda kuchupa. <laughs> <laughs> Kwa hiyo waambie watazamaji uh -huh. Kijana na shauku Kijana anatamana desire na ya kufika Moroko, okay. Mimi nafasi sina mm. Uwezo sina, wao Watanzania wana nafasi hiyo kunifikisha mimi, nafika Moroko mm. Hili jambo sio baya. Tumeona taasisi mbalimbali zinahitaji haya mambo yeah. Kuna nyakati mpaka serikali naazima mzigo a kuja kumaliza matatizo ya nchi waidosa kwa hiyo mimi naamini Mheshimiwa Rais amenisikia. Uh -huh. waziri amenisikia. Yo. naibu waziri amenisikia lakini pia wenye jambo lao amenisikia, katibu mkuu amenisikia. Insha Allah nyombe ni uzima uh. Mimi nakwenda kuzungumzia mpira Morocco. Naomba kumtaja yule mtu anaweza akafikisha kwa kwa nani? Kwa mawasiliano. Nani tena? Si yule yule wa Simba yule. Ah ah. Hili jambo sio la Simba tu, jambo hili la Watanzania wote kuzungumza. Tumekuja kufanya mapinduzi Chapesa, uh -huh. Watu wanaelimika kupitia kwa maneno ya Dosa, watu wanajifunza <tipi> <tipi> eh? Watu wamepata mambo mingi kupitia kwangu. Kuna watu masikio wa ya ya ya na ya yao kuwa yana nanii yana usaa, sasa hivi yamezibuka kwa ajili yangu. Tume Mungu, inshallah tunakwenda Morocco, sema Amina. amina. Amin, amin. Autaki nende Moroko? ah, nenda, nenda, nenda. Ah, mimi sijawahi kupanda ndege, ngoja basi mimi na familia yangu hatujawai kupanda ndege. Hiyo sio linajulikana. Licha kwenda kuwakilisha wa Tanzania Moroko uh -huh. Lakini pia nakwenda kuiwakilisha familia uh -huh. Ndege sio kwa kila mtu. Umeenda kutoa mikosi. Na ukifika, fanya hivi. Kwa hiyo niwashukuru ndugu zangu Watu walienda lijeri, alikusahau. <laughs> Hey, tunaenda Moroko ku support Simba Dosa, naombeni mumchangie aweze kufika Moroko. Cha kwanza ondoe mikosi, lakini akiwa kama mwanaharakati eh, wa soka la kupigania na kufikisha mbali, si ndio hivyo Dosa? <laughs> nakuenda Moroko inshallah. E, unaenda kwa hiyo bwana ndugu zangu wabipo ilishindikana. Kuna mambo kwenye mpira yetu hayapo sawa ndio. Wakati jana naangalia mechi ya Yanga dhidi ya Zimamoto nilifurahishwa sana na the way zile timu zilivyocheza, lakini kubwa zaidi, na wapapongezi sana Zimamoto moja kwa sababu ni timu ndogo. Taka nishangae. Twende. Kwa sababu Zimamoto ni timu ndogo na hakuna mtu atekedisha, awe ni mtu wa Yanga, awe ni mtu wa Simba, awe ni mtu wa timu yoyote. Asifiki ndani. Zimamoto huwezi ukafananisha na Yanga wamezima zima moto, hata na Mungu mfananishe naye, wamezima dana, wamezima. Lakini angalia zima moto walivyokwenda kubatwa na timu kubwa kwenye bara la Afrika kuzima. Angalia zima moto walivyokwenda kubatwa na timu ambayo eh, ina wachezaji wenye quality hali ya juu mm -hmm. Dakika tisini zinamalizika eh, moja moja, tunakwenda kwa mikwaju ya penalti. Timu yangu pendwa, timu yangu bingwa inakwenda fainali, tumeshangilia, tumefurahi nimeshangilia. ile kweli. Hey. ni victory kwa, kwa, kwa kila mwananchi mimi timu, timu yangu ni Yanga. Yanga. sisi Madrid. wewe unajua timu gani Yanga. mbona unataka kuniondoa kwenye Yanga? Madrid hakucheza jana, imecheza Arsenal na PSG ah, okay. kwa hiyo wakati naangalia uh -huh. shabiki mmoja wa Simba anasema kitendo cha msheri kudaka zile penalty basi kimedhihirisha ubora wake kuliko Pimpin Kamara. Unajua, nikajiuliza sana shabiki huyu yani, hata kama mapenzi yamezidi na mchezaji wako, hata kama chuki imezidi na timu yako, lakini braza, kwenye ukweli, weka ukweli kwenye ukweli, wekeni. okay, ni nini ukweli? Nyinyi Chapesa mnanisikia Sikia, shabiki anakwenda mbali, anasema hivi kiwango cha Mshere ni kikubwa kuliko cha Pimpini Kamara. Ah! Mshere anadaka sana hivi. Mshere anadaka. Sikiliza brother, sikiliza. Mshere anadaka vizuri tu, sema kashindwa yani kupewa mchezaji mzuri ya tu licha kwamba apate nafasi, lakini uwezi ukaenda mbele ukafananisha kiwango cha Pimpini Kamara na kiwango cha Mshere mmoja. Okay, okay, okay, atakuwa tunajisi sana mpira Kamara mwenzake ni Diara, tuweke bato, tuwafananishi hawa. Shabiki wa Simba yeye ana kazi kila siku. Simba ikifanya vibaya, anasema. Simba ikifanya vizuri, anasema. Sasa unajiuliza shida ya shabiki huyu ni nini? Hata kama ananufaika kutoka timu nyingine, lakini sifikie wakati kwamba kila jema mwenzake analifanya wewe unalikosoa una yuko final tena, timu yako kabisa, iko finali kabisa, iko finali. Huyu jamaa timu yake ni Simba, anavaa jezi, ah, jezi za Simba, timu yake ni Simba anavaa jezi za Simba, timu yake ni Simba, iko finali lakini aamini kwamba Simba iko finali. Anasema kushinda kwa Simba kule ni fluku. fluku tena, umesikiza interview yake jana, hey, rafiki yangu sana na ni mtu ambaye nawasiliana naye mara nyingi, ndugu yangu Mchome. Lakini jana anavuka mipaka, anakwenda kukosoa kiwango cha pimpin Kamara, golkipa ambaye zaidi ya mara mbili anacheza nusu fainali ya, ya kombe la Afrika. Waambieni vijana watumie hizi midia kama fursa, waambieni vijana haya maneno tunayosema yanaishi. Waambieni vijana dunia inawaangalia, isiwe mchezaji yuko kwenye timu kisa hiyo timu huipendi, basi kila anachokifanya kwako ni kibaya. Kashakosoa sana Simba, kashaibeza sana Simba basi beze Simba kiujumla, lakini uwezi ukabeza kiwango cha pimpin kamera. Na mimi niliwahi kukuambia bipo, moja ya sababu ya Simba kucheza fainali ni support ya mheshimiwa rais, lakini uwezi ukaondoa jitihada na ubora na uwezo wa nani wa pimpin kamara. Na mimi naamini kama Simba ikitokea inafanikiwa kuchukua ubingwa wa Afrika, basi gol kipa bora ni wa Simba pini pini, kama mechi tatu hajaruhusu goli tena, kwenye mechi za maamuzi. Unamsemaje goli kipa huyo mbovu? Kombe la shirikisho la Kafu unakwenda kudaka penalty, kombe la shirikisho la Kafu unakwenda kucheza mechi tatu, unapata clean sheet. Alafu mtu anatokea dharana anakuambia goalkeeper huyo hamna kitu. Brother, mnataka mtu aweje? Anakuambia upi mpini kama dakika penalty anatokea mbele. Sasa unaweza kudaka kama robot hivi? Makosa leo si. Kwa sababu uweze kudaka penalty kama robot hivi. Hivi, hivi. Unaweza? Brother, hmm. Mimi jana wakati naangalia mechi ya Paris Saint-Germain na Arsenal, goalkeeper PSG namfananisha na, na goalkeeper wa Simba. Ha? Tunasafika viwango hivyo. Kamwangalia golikipa PSG. Mm-hmm. Kiwango chake kinashabiana, sio sawa. Kinashabiana kabisa na golikipa wa PSG. Angalia michomo wanavyoiokoa. Kumbe. Na mimi nakwambia, moja ya sababu ambayo imesababisha PSG jana kushinda ni kwa sababu golikipa wao alikuwa imara. Na moja ya sababu iliyosababisha Simba kuingia fainali ni kwa sababu wa golikipa wao wa imara. Kwa imara kwa bora leo Bongo kwa sababu mahaba ni mazito kuliko taaluma. Mtu anakuambia msheri ni bora kuliko pimpin Kamara brother wa, waambie tu watu waendelee kutoa mchango. Mimi niende Moroko, eh yeah. Hey. Nimeisha na waambie, nawaambie wasiache kutembelea kwa duka la Josen Fashion Agrena, sikukuu pambo, naona mimi nilivotokelezea. Hem, mulika kamera vizuri, unaonekana kaka. Angalia, mulika vizuri, malapo usiamulike <laughs> Viatu <me> hapo. <shushaini> <laughs> Angalia shati hilo. Jose <laughs> e. Huyo. Nanga sasa hivi. Apo <laughs> vizuri hilo Jose huyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwili unanona, hautumiki. Na akaunti inanona. Ha? Kama Diamond? Ah, kama mwili kananona na akaunti una kada. Enjoy kwa hiyo. Na na enjoy. <laughs> <laughs> Na enjoy. Ehe. Ah, tumalize. kwa sababu nasimamia haki. Na enjoy kwa sababu unafundisha watu wenye akili timamu. Siwezi nikamfundisha mtu wa Mbagala kama na Kizinga, sawa sawa. Kwa hiyo mimi niko kwa vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kubwa zaidi ni waombe sana wadau, bado nina shauku mwenye buku buku mbili. Na wadau sio wayanga sio wasimba tu, mimi siwezi nikawa kama ule mchambuzi anasema kombe la shirikisho <coughs> ligi kuwa ni bizini bora kuliko kombe la shirikisho. Niwashukuru sana ndugu zangu wa Bipo. Niwashukuru sana ndugu zangu ndugu zangu wa Chapesa mnafanya kazi nzuri, kazi ambayo inafuatiliwa na watu wengi. Chapesa. Na nje watu, watu wangu wa Jerumani, wanaomba niombe, watu wangu wa Bipo, mtafutieni marafiki kutoka Germany. ema wa Tanzania mtafutieni marafiki wanaoishi wapi? Brazil. Mataifa ya mpira hayo uk iwapo ninao kwa iyo ni kushukuru sana, ni kushukuru sana mwenyekiti wa mashabiki wa makolo, mashabiki wa Simba hapo USA, ndugu yangu Libela, Libela, nakukumbuka sana na unafanya kazi kubwa sana, Mr. Millionaire Libela, na ninakuahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuna siku nitaingia USA na ninakuahidi Mr. Millionaire Libenga, kuna siku moja nitaingia hapo USA kuja kuwatembelea mashabiki wako wa kwa simba kwa kwa ujumbe kashafika, kashapata. Asante sana.